Mjadala mkubwa ulizuka tangu jana jioni, leo mchana na hata katikati katikati ya jioni ya leo, kufuatia kauli ya Rais Dkt Samia Suluhu Hassan kutangaza neema kwa wakazi wa mikoa ya kaskazini, neema ambayo ni ya kumaliza kukatika katika kwa umeme ambako kumekuwa kukiathiri shughuli mbalimbali. Katika hotuba yake akiwa huko Same, Rais alisema Serikali imeamua kununua umeme kutoka Ethiopia ili kumaliza kadhia hiyo na wananchi wa mikoa ya kaskazini waweze kufurahia jambo hilo. Kauli hiyo ndiyo ambayo ilianza kuleta maswali mengi, wajuzi wakaibuka, wataalamu wa mambo wakaanza kukokotoa na hata kuingiza physics na mathematics mengi mengi ndani yake, ili tu kila mmoja kuonesha ufundi wa jambo ambalo kwa hakika wengi wao walikuwa hawalielewi msingi wake. Hicho ndicho ambacho tutakijadili kwa kina hii leo: ni kwa nini serikali imeamua kununua umeme wa Ethiopia na si kwingine, na kwa nini sasa Ethiopia? Je, umeme wetu hapa nchini hautoshelezi kuweza kukidhi eneo hilo? Watu wametaja mabwawa kadhaa ikiwemo Hare na hata Nyumba ya Mungu wakisema kwa nini haya hayatumiki. Mi naitwa Nordin Selemani, tupo na wataalam kwenye uchanganuzi watakaotusaidia sasa kutuwekea mbivu na mbichi bayana, ni kwa nini serikali imeamua kuja na uamuzi huu. Katika studio zetu pale Dodoma tuna wataalamu wawili. Yupo mhandisi Patrice Sakala ambaye ni kaimu meneja huduma za biashara TANESCO, karibu sana asante sana mtangazaji. Naam, lakini kando yake pia tunaye mhandisi Styden Rwebangila eh, ambaye ni kamishna msaidizi wa maendeleo ya umeme kutoka Wizara ya Nishati. Karibu sana mhandisi. Asante sana, nashukuru kuwa pamoja nanyi kwa jioni ya leo. Naam, tuanzie kwako. Watu walikuwa wakizungumza na kupiga mahesabu mengi mengi, wakisema eh, kutoka Rufiji mpaka kule mikoa ya kaskazini, wao wanakadiria ni kilomita kama mia sita hamsini tu, lakini kichwani mwao wakapiga hesabu kutoka Ethiopia mpaka eneo hilo wakitaja kilometa zaidi ya elfu moja na ushee, ndizo ambazo kichwani zilikuja na wakasema kwamba sasa nini ni nini, nini wapi, karibu na wapi tupelim, ni mbali. Hebu tupe elimu, ni kwa nini tumesema umeme wa Ethiopia na si umeme ambao tulikuwa tukiutumia ambao tunaambiwa hautoshelezi katika mikoa ya kaskazini? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri na kwa kupata fursa hii ambayo itatuwezesha kujadiliana na wenzetu msemaji. mm, mkuu wa serikali ameshatolea ufafanuzi na katibu mkuu wa nishati leo ametoa ufafanuzi. Sisi tuko hapa kama kujazirizia tu. Nianze kwa kusema, umeme ni kama bidhaa yoyote ile tunaoifahamu, ambayo ina ndani yake inakuuza na kununua na vilevile swala la umeme ni la kitaalamu, swala la umeme ni na usalama, na swala la umeme ni la kiuchumi. Kwa hiyo ukija kuangalia hizo sababu, ndio zinaweza zikawa zimepelekea swala hili likatokea. Ni kwamba mimi kama mtaalamu wa mipango ya umeme, cha kwanza ambacho nitaangalia ni ule usalama wa usambazaji au security of supply kwamba nahakikisha kwamba tuna vyanzo vyetu vya kutosha ambayo vitatosheleza tush kuweza kusambaza umeme, na kwamba sasa ikifikia hatua kwamba naangalia sababu nyingine, naangalia ndio naenda kwenye kitaalamu sasa, kwamba je, huo umeme unaofika unafikaje? unafika kwa kiwango kinachotakiwa, kwa maana ile quality inayotakiwa, voltage inatosha kila mtu anaweza akautumia kwa masaa yote anayotaka. Sasa ili kuweza kufanikisha hilo, kama alivyosema katibu mkuu, tunazo njia kama mbili. Kuna njia ya kuweka chanzo husika katika eneo la husika ili umeme uweze kuimarisha. Sasa bahati mbaya, vyanzo tumepewa na Mungu hapa Tanzania, kuna sehemu ambazo ndio vyanzo viko vingi kuna vyanzo vya maji, kuna sehemu ndio kuna gesi. Bahati mbaya sasa, eneo la kaskazini hakuna chanzo kikubwa kama hicho ambacho tunaweza tukakiweka. Kwa hiyo sasa, option iliyokuwepo ni kwenda sasa kuangalia kwamba kumekuwa na hizi initiative kwa muda mrefu kwa ajili ya kuunganisha na wenzetu nchi jirani, ambayo ilikuwa ni matamanio ya nchi zote ambazo ziko ukanda wa wa kwetu kwamba ukiangalia historia ya nyuma tumekuwa tukipata tabu ya umeme kwa nyakati tofauti. Unakuta wakati sisi tuna mvua za kutosha wenzetu hawana mvua, kama ilivyotokea kwa sasa. Zambia wamepata ukame wa mwingi sana, ambao umesababisha mpaka washushe uwezo wa kuzalisha mpaka kwenda nusu. Kwa hiyo ndio ikasababisha sasa tuingie katika mchakato wa kuunganisha hizi gridi zetu, sasa tumeshafanikiwa kuziunganisha hatutakaa tu tusubiri mpaka tutakapokuwa na shida. Sasa kuna hii fursa ya kuimarisha upande wa wa huo kaskazini, kwamba kuna megawati ziko pale ambazo tunaweza kuzipata kutoka Ethiopia tukaziweka pale zikafanikiwa kuimarisha. Na kuna baadhi ya wenzetu wananchi wamekuwa wakijadili, wanasema mbona tuna bwawa la Ale, mbona tuna bwawa la Nyumba ya Mungu? hmm. lakini Nyumba ya Mungu ipo sasa inatumika na inazalisha megawati nane tu. Hali inazalisha megawati ishirini na moja. Lakini mahitaji ya kaskazini yamesha kuwa kwa mikoa hiyo inahitaji kama megawati mia tatu. Kwa hiyo hilo bwawa na kama nilivyosema vyanzo hivi tunapewa na Mungu. Hakuna jinsi ya kulitanua zaidi ya hivyo iliweze kuzalisha zaidi ya megawati nane. Hmm. Kwa hiyo ndio ikawa ni, ni sababu moja wapo ya kuona chanzo hivi. Nimesema vile vile swala la umeme ni la kiuchumi. Hmm. Kwa sababu kama umeshawahi kusikia ndugu mtangazaji, mtangazaji wananchi wanaongelea kuhusu tunanunua umeme kwa bei gani mm. Ukiamua uweke chanzo chochote tu unaweza ukaweka, utauzalisha kwa kiasi gani? Sasa tumebahatika hapa tume, tumemwona kuna wenzetu ambao wanaweza wakatuletea umeme wakatuuzia kwa senti saba, nukta saba za dola ya Marekani. Sasa kwa nini tusiuchukue tu huo ambao kwetu ni wa bei rahisi na kuna wengine kama ulivyosema kwamba wengine wanasema wakipiga kilometa wanaona Ethiopia ni mbali kuliko kuliko labda bwawa la Mwalimu Nyerere mm. au kuliko Kinyerezi, lakini sasa una, sisi tunaupata tunahesabu megawati mia zetu kutoka pale mpakani Namanga, okay. Hatuhesabu kutoka kule Ethiopia, mita yetu haiko Ethiopia sisi mm. tunachukulia pale ndio tunapoanza kuhesabu megawati zetu mia moja lakini ukichukulia hizo hizo megawati mia ukazizalisha Ubungo ukaanza kuzisafirisha azitafika hizo. Na mwingine atasema sasa, kwa nini Ethiopia ajapoteza sana? Lakini inategemea mifumo iliyopo, ili inayosafisha inayosafirisha aina ya teknolojia inayotumika, labda na vilevile, kwamba kwa sababu bwawa yake ni kubwa ile, tunasema economy of scale kwamba ameuzalisha kwa bei ya chini sana kiasi kwamba mpaka akija akiusafirisha akifikisha pale mpaka Namanga hata akihesabu ule uliopotea hmm, njiani bado inams, inamsaidia yeye kupata faida kuliko kama wewe hmm, ungekuwa unazalisha megawati mia peke yake au megawati mia mbili afu hizo hizo ndo zisafirishwe ungekuta unazizalisha kwa bei kubwa zaidi okay. Na tumekuwa tukieleza kwamba hmm, umeme wa gesi tulionao sisi tunazalisha kwamba mpaka senti tisa mpaka kumi za dola za Marekani, okay. Ambazo hizo unaweza kukuta ni kwenye mia mbili sabini au mpaka mia tatu na huku kilio cha wananchi ni kwamba tunataka bei ya umeme isipande sana, ili isiachili shughuli zetu za kiuchumi okay. Sasa kama serikali lazima ije na mipango mbalimbali mbali, mm -hmm, ambayo itahakikisha kwamba umeme, umeme kwanza unakuwepo uhakika umeme tunakuwa na uhakika wa kuupata tunapotaka, lakini unapata kwa ile standard ambayo inatakiwa, lakini na bei vile vile itakuwa tunahakikisha kwamba iko ni nzuri zaidi okay. Tarudi kwako kwa mhandisi Rwebangila, uh, mhandisi uh, Sakala, kwenu sasa TANESCO mara baada ya kuja na huu mpango, utaleta ahueni uh, kiwango gani? Kwa sababu pia Rwebangila uh, amegusia hiyo gharama ya ununuzi kwamba itakuwa chini tofauti na gharama ya umeme wetu hapa ndani nchini. Uh, asante ndugu mtangazaji. Eh, ni kweli kama alivyosema mwenzangu hapa kwamba eh, kama tukisema sisi wenyewe embu tu, tujitutumue wenyewe maana yake labda tuweke mitambo ya kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta kule Arusha mm. na mitambo hiyo ya kuzalisha gharama ya kuzalisha unit moja ya umeme kwa mafuta ni kubwa zaidi karibu dola za Marekani senti ishirini wakati sisi tunanunua kutoka Ethiopia kwa dola za Marekani senti saba nukta saba kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo hicho chanzo mbadala E, gharama yake ni kubwa, na jambo lingine vile vile e, ni kwamba sisi sasa hivi tunanunua umeme kutoka Uganda, umeme unaotumika sehemu kubwa ya mkoa wa Kagera. Sasa hivi tunanunua kwa bei ya senti nane za Marekani e, lakini baada, ki, baada ya mkoa wa Kagera kuunganishwa kwenye gridi ya taifa maana yake e, tutaamua kama tutaendelea kununua au kama tutauzia lakini kama alivyosema mwenzangu biashara ni kuuza na kununua mm, lakini vile vile Zambia wanatuuzia umeme sasa hivi kule kule Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. E, bado mkoa wa Rukwa haujaunganishwa na gridi ya taifa, mpaka mradi wa huu mradi mkubwa wa kupeleka gridi kule unaoitwa Tanzania Zambia Interconnector utakapokamilika mwishoni mwa mwaka ujao, e, sisi bado tunaendelea kutegemea kupata umeme kutoka Zambia na tunanunua sasa hivi kwa unit moja ni senti dola za Marekani senti tisa. Na wenzetu wa Ethiopia, wenzetu wa, wa, wa, wa Zambia walipata mgao mkubwa wa ume, umeme, lakini ule umeme wanaotupatia sisi ni mdogo ukilinganisha na mahitaji yao. Hata hivyo katika kipindi chote hicho hawajapunguza kile kiwango, hawajatuambia bana, kwa vile sisi tuna upungufu mkubwa basi na nyenye tapunguzie, lakini wao walitupa kulingana na mahitaji yetu. Kwa hiyo e, tukirudi tu kwa ujumla, tunaangalia tunaposema, embu tu, tuendeleze na tuwe na matumizi sahihi ya vyanzo mbalimbali vya umeme, ndio pale tunaposema kwamba na sisi vile vile e, tunaponunua umeme kutoka Ethiopia, huu ambao uko ndani kwetu tutaendelea kutumia kwa matumizi mengine ya ndani, kwa vile matumizi yanakuwa hasa katika mikoa mbalimbali mbali ya kanda ya kaskazini na kanda na ukanda wa magharibi mwa nchi yetu. Mradi mm. wa bomba la, la mafuta kutoka Uganda inapokuja mpaka Chongoleani Tanga kule no. kuna kuna umeme wa ziada, umeme mwingine, kwa hiyo kuna miradi mingine inahitaji umeme. Kwa hiyo ukiangalia, serikali inajitahidi kuangalia mm. e, vyanzo mbalimbali, lakini jambo lingine ambalo nilikuwa napenda kulitaja ni kwamba sisi msimu wa mvua kwa hapa Tanzania unatofautiana kidogo na msimu wa mvua kule Ethiopia hmm. Ethiopia kuanzia mwezi wa sita mpaka wa tisa wa kumi wao kule ni masika, mvua kubwa, wakati sisi kipindi hicho mabwawa yetu ya huku Tanzania hayana umeme. Kwa hiyo kuna faida ile ya, ku, ya kushirikishana vile vyanzo vya kuzalisha umeme kwa vile mi, hata misimu ile ya mvua inatofautiana. Kwa hiyo tumeangalia haya maeneo ma, mambo yote mawili e, faida na hasara na mwisho wa siku basi serikali iliweza kuchukua hatua hiyo mm -hmm. Na vile vile mchakato huu ulichukua muda tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne, neo, e, MOU ilisainiwa kati ya serikali ya Tanzania, Kenya na Zambia kwa ajili ya kuunganisha gridi, lengo ikiwa ni kuwa na matumizi sahihi ya vyanzo vyetu hivi mbalimbali vinavyozalisha vinavyotumika kuzalisha umeme. Kwa hiyo jitihada zimeanza siku nyingi, mpaka pale ambapo hapo tulipofika, tunaposema sasa hivi gridi ya kwetu imeungana na gridi ya Kenya katika maandalizi yale ya sisi kupokea umeme e, kutoka Ethiopia hapo hapo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, maana yake huu ni mpango ambao wa muda mrefu na tayari hiyo gridi kama ambao umeelezea imetengenezwa lini? Sasa kwa uh, sababu watu wengi wanajiuliza, sisi tumesema tume kwamba tumezalisha umeme toshelezi katika bwawa la Mwalimu Nyerere, lini tutaanza hiyo biashara na sisi kuanza kuuza katika mataifa mengine ambayo tayari mengine tumesha saini nayo MOU? Naomba mwenzangu injinia Rwebangila asaidie kutoa ufafanuzi. Asante. E, ndugu mtangazaji, kama nilivyokuwa nimesema mm, kwamba umeme ni kama biashara nyingine, kuna kuuza na, ku, na kununua mm. Sisi huku ameongelea mpango wa kuunganisha za, Zambia, okay. Lakini bahati nzuri hiyo line sisi aiishii Zambia, inaenda mpaka mpaka wa Zambia na inaenda mpaka Sumbawanga. Ukiangalia huku chini wenzetu wana mahitaji kubwa ya umeme, kuna Kongo, kuna Zambia yenyewe kuna Malawi wanahitaji umeme. Kwa hiyo mipango yote ipo na hiyo mikataba ya awali imeshasainiwa na ni Zambia tu ambao tumeanza kujenga hiyo njia. Kwa hiyo tukishamaliza kuunganisha na, na na Zambia, tayari Zambia wanahitaji umeme. Hmm. Ambapo mpaka sasa hivi bei ambayo tulikuwa tunajadiliana tulikuwa kwenye senti 11.5. Ndio tuko hapo, japo hatujafikia ma, ma, maamuzi ya mwisho. Kwa ambacho nasema kwamba kuuza na kununua kwa hiyo kwa sababu sisi huku chini kuna miradi itakuwepo Njombe hmm. Kuna miradi itakuwepo maeneo ya Mbeya, kwa hiyo nakuta sisi tunazalisha umeme huko. Sasa ule umeme baadaasi labda kusafirisha kuja huku huku juu, sisi tunauza huko kwa bei ya senti 11 au 11.5 hmm, au 12, alafu huko sisi tunanunua ya chini na inatusaidia vile vile hii njia zetu za kusafirisha huku zisiwe zimeelemewa sana, kwa sababu umeme kama ukisafirishwa huku chini ambapo upo unamuuzia anayetaka huko chini na wewe unanunua pengine, na ndio maana unakuta kama ukiweza kutembelea labda ile grid ile mu, ile network ya grid ya Ulaya utakuta, hmm. wanaorozesha nchi ambazo ni wanaziita net exporter kwamba ni nchi na umeme mwingi imewauzia wengine, lakini yeye kuna sehemu ya nchi yeye ilibidi anunue, okay, aingize kwake ili umeme mwingine aweze kumuuzia mwingine kwa kwa bei ya juu na vilevile vile kama tulivyosema kwamba hizo utakuta, tunategemeana. Kwa mfano ukienda kama Denmark wana mitambo mingi sana ya kuzalisha upepo, lakini bahati mbaya upepo unakuwa mwingi wakati matumizi yako chini. matokeo hmm, ya yake, wanachofanya wanamuuzia Ujerumani. Lakini wanamuuzia kwa bei ya chini, kwa sababu Ujerumani wakati huo yanakuwa uhitaji sana, kwa sababu ana mitambo yake mingine, lakini ikifika wakati wa matumizi makubwa Ye yeah, Denmark inabidi anunue kutoka kwa Ujerumani kwa bei kubwa zaidi. Lakini unakuta saa pale wananu wananufaika wote. Kwa hiyo ndio maana tunasema hii hiki kitu kinawezekana ni kigeni kwa okay, maana ya ya uma, mm. lakini kwa maana ya biashara ya umeme ile ya kuuza ni ku, uniuzie au ninunue kwa jirani na wengine kama alivyosema mwenzangu kwamba tunakuta tunanunua Uganda, lakini ukienda nchi nyingine kwamba kijiji X kiko karibia na, na na, wilaya A hey, upande wa Tanzania. Kwa hiyo badala ya ile serikali ya kule iweke miundombinu kusafiria umeme kufikia kule, wananunua kutoka hiyo wilaya okay. Hiyo tunaziita cross border. Afu na sisi, unaenda unakuta kuna kijiji fulani kiko jirani na wilaya ya nchi nyingine ambayo yenyewe ina ina umeme. Kwa hiyo na sisi tunanunua, kwa hiyo unakuwa unakuna unanunua huku, unauza huku lakini wewe unaweza ukaweka malengo kama sisi tunayojiwekea kwamba mwisho wa siku sisi tuwe net exporter. Yaani kwa maana tukiangalia tulichonunua na tulichouza, sisi tuwe tumeuza kingi zaidi. Na ukiangalia huku wenzetu, kama nilivyosema, Kongo mm. tuna mahitaji makubwa sana, ambao wanataka Zam, Zambia vile vile Rwanda okay. wanataka Burundi wanataka mm. Mm. Mhandisi hapo uh, kutoka kwetu Rwebangila hapo. Uh, katika hili sasa la kusafirisha Jip. kwa sababu uh, moja ya mjadala umekuwa mkubwa ni wa kusema kwamba kwa kuna, kuna upotevu kwenye usafirishaji tutafanyaje? wakati tukiendelea Jip. sasa na hizi biashara za kwenda kuuza kwa hao wengine ambao labda umbali ni mrefu, ili kuhakikisha kwamba kile ambacho mm. tunakitoa hapa kifike kwa kiwango kile kile ambacho wenzetu wanakihitaji, kitaalamu, hebu tusaidie hapo mm. Eh, bahati nzuri alielezea katibu mkuu leo mchana mm -hmm. kwamba kule megawati tunazoingiza za Ethiopia megawati mia sio zile zinazotakiwa na na iye mikoa ya kaskazini kule, inahitaji inahitaji megawati mia tatu lakini sisi tukiweka mia kule, tunawafanya wale voltage zao zinakuwa katika ile standard inayotakiwa au kiwango kinachotakiwa, ambayo inaweza ikaendeshea biashara zao. Kwa obati nzuri, katika mfumo wa umeme unaweza ukaweka kitu kidogo tu lakini kikakusaidia wewe kusafirisha umeme mkubwa bila kupoteza. Ndio maana tukasema hii mikoa mingine kwa mfano ukiangalia kanda ya ziwa kule Bukuku, Kagera kule. Mm. Ule mto Kagera kuna mradi ambao tunao ambao tumeanza kujenga wa Kakono megawati themanini na saba, ukija unakuta kuna Rusumo pale ambao ni tunagawana nchi tatu megawati 27. Kwa hiyo sisi kuingiza zile migati zinatusaidia ule ukanda unakuwa umetulia. Yaani kama ni vile trubai umelifunga sasa umesahau kufunga kasemka moja sasa umepata sehemu ya kukashikiza. Vile vile Kigoma kule Maragarasi tutakuwa na megawatt 49.5. Kwa hizo tukiziingiza zote huko, kwa utakuta ule mfumo wetu ambao tunataka huo unazunguka nchi. Hmm. Nchi kwa kwa maana kutambaa nchi utakuta kule panakuwa pametulia sana. Kwa hiyo utakuta sisi itatusababisha kwamba ile miradi sasa tunaweka mikubwa kwa ajili ya kutuwezesha kuwauzia wengine inatusaidia. Nimesema huu mradi utaanzia Iringa au kuunganisha uh, Zambia na Tanzania. No. Utaanzia Iringa utaenda mpaka Sumbawanga, lakini wakati huo si tumeshaanza kujenga tena kutoka Nyakanazi mpaka Kigoma. Alafu baadaye tena tunakuja na huu, tunatafuta fedha sasa za kumalizia kutoka Kigoma mpaka Sumbawanga. Na wakati hapo tuna mradi mwingine ambao tunataka uanzie Shinyanga, kwa sababu hii njia sasa iliyopo ambayo tunaita backbone imeanzia Iringa mpaka Shinyanga. Sasa tutaunga Shinyanga, itakuja mpaka Nyakanazi, iende mpaka Kiaka Uganda. Kwa hiyo mm-hmm, baadaye tutakuta sasa nchi yetu ina, ina mfumo ambao umezunguka. Kwa hiyo tukishafikia hapo sasa, na ndio maana hata huu mkataba tulioingia sio wa milele. Kwa hiyo unakuta sasa umeme unakuwa una una tuseme, una una fursa za kupita maeneo mbalimbali kwa okay. sababu hapo kuna tena miradi mingine ambayo itakuja ya kutoka ya kutoka Arusha kuja mpaka Segera mm-hmm. Segera mpaka Chalinze. Kwa hiyo na hiyo line ikishakuwepo ya kutoka Chalinze Segera mpaka Arusha imepunguza kilomita okay. na vile vile imetoa nafasi ya kuwa na tunasema option kwamba umeme unaweza ukapita huku, unaweza ukapita huku kwa hata njia kuelemewa ambayo inasababisha zinapoteza umeme mwingi zitakuwa hazipo tena. Okay. Na sasa hivi tena tunaongeza njia nyingine kutoka Chalinze mpaka, mpaka Dodoma mm. ambayo itakuwa ambao ujenzi wake umeshaanza, tunatarajia baada ya miaka miwili kamiliki. Kwa hiyo hizo njia zote zikishakamilika, ina maana leo sasa tunakuwa kwenye fursa nzuri sasa, kwamba kila tunachozalisha tunaweza tukakifikisha kinapohitajika kwa kiwango, kiwango, kiwango, kiwango, kiwango kinachotakiwa ta ta mm. kufika kule na vile vile tukawa na fursa sasa ya kuwauzia wenzetu wa kule chini wenye mahitaji, lakini haitatuondolea yeah, mm. ile nafasi ya kununua umeme kwa ile tekeo kwa nao bei ya chini okay. Kwa sababu, kwa sababu mimi nitanunua kwa 7.7 alafu 12, mimi nauza huku kumi na mbili. Tena nikienda Kongo, nikienda Kongo naweza nikauza mpaka 14, kwa sababu kule Kongo wanatumia mafuta kwenye ile migodi kwa hiyo kama wenyewe wanauza labda wanazalisha kwa senti arobaini. Mm. Kwa mimi hata nikisema nakuuzia kumi na tano wenyewe wanakuwa wameokoa. Okay. Yaani wewe utaona nimemuuzia bei kubwa, lakini yeye akipiga mahesabu yake anaona kwa nime, nime, mm. Okay. Kwa nimemwokoa kwake, ni aueni kwao, ni fursa ambayo ni ya muda mrefu. Hiki tulichofanya ni kama vile maandalizi. Kwanza kwa ni kama vile tunajaribu vilevile vile, unalijaribu soko likoje ata, ata kwa sababu hata baadae kwa mfano mahitaji yakiwa mengi kwa wenzetu hmm, tukienda Ethiopia, tukitaka kununua megawati nyingi zaidi bei hatutapata tena kwa 7.7, tutapata kwa chini zaidi. Mm. Okay. Nikushukuru sana Mhandisi Rwebangila, wakati wote umetukimbia sana. Neno lako moja tu Mhandisi Tsakhara, mnawahakikishia nini sasa wateja wenu katika mikoa ya kaskazini? Asante, asante mtangazaji, sisi tunawahakikishia wateja wetu wote nchi nzima kwamba e, Tanesco pamoja na serikali tumejipanga ili kuhakikisha wateja wetu wote katika mikoa yote wataendelea kupata huduma ya umeme ulio bora na umeme unaotosheleza mahitaji yao, mm. Asante sana. Na maneno ya kwake uh, Mhandisi Patrice Tsakhara huyo ambaye ni kai meneja huduma za biashara shirika la umeme nchini Tanesco, lakini pia amekuwa na Mhandisi Styden Rwebangila ambaye ni kamishna msaidizi maendeleo wa umeme kutoka Wizara ya Nishati, wakiwa katika studio zetu pale Dodoma. Ni washukuru sana kwa kujumuika nami hii leo kwenye uchanganuzi, tunashukuru sana asante sana mtangazaji. Tulikuwa tukiangalia ni kwa namna gani serikali imeamua kuja na mpango sasa wa kununua umeme kutoka kule Ethiopia kwa ajili ya kusaidia mikoa ya kaskazini, na umepata ufafanuzi vyema kabisa, umeme huo utachukuliwa pale Namanga kuhamishiwa tu Arusha, na si kama ambavyo watu wengi mwanzoni walikuwa wakifikiria kwamba umeme utaanzia Ethiopia na njia yote kuja hapa kwa, umeelezwa kwamba kuna MOU ambayo ilishasainiwa ya kutengenezwa gridi ambayo sasa nitakayosaidia na Tanzania pia itapata uwezo wa sasa kuuza katika maeneo ya kusini kwa faida zaidi, tofauti na ile ambayo tunanunua umeme kwa bei rahisi kutoka Ethiopia. Na kwa nukta hii ndo tunahitimisha uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani, yangu matumaini ya kwamba ufafanuzi huo umeweza kukukidhi haja ya mjadala ambayo imekuwa ikiendelea. Nikutakia tu usiku mwema na kila la khairi.